Na bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi wa kafa fa kam ata wa kam latafa wassalatu wassalamu ala almustafa amma baad. Mm, swali anauliza swali nyeti kabisa. Binti kaolewa kisha mume hana huduma yoyote kwa mkeo, sio waposho wala wakumpeleka hospitali hata aumwe, subhanallah. Pia na kagundua kuna mume huyo kagundua kuwa mume huyo ana mambo ya uongo uongo, kwa kifupi sio mkweli. Binti alizidiwa akapelekwa, mala, akapeleka malalamiko kwa kadhi. Kadhi e, aliwaita kijana, alisema kuwa anataka radhi na atabadilika. Binti akasema sio kweli, ashapewa sana nasaha na muda mwingi ila ni yale yale, ni wale wale walewakunywawa wale mgonjwa akajifia. Kadhi akamwomba binti arudie kwake, sababu kijana eti kamwahidi kubadilika. Binti akasema hawezi kurudi. Kadhi akasema kama binti kukataa kurudi, basi arudishe mahari. Swali ndio hiyo hapo: ni sahihi binti kurudisha mahari, na chanzo ni mwanaume? Sahihi Mwanamke hata urudisha mahari na anushu uz, anushu uz min qibali zauji, na mgomvi ni mwanaume. Ikiwa kama mwanaume iko na uh, mambo mazito ya kitabia au hata ya kidini ambayo atamdhuru mwanamke, si sahihi mwanamke kurudisha mahari. Lakini nasaha ya kadhi mimi naielewa iko pahali pake, hata na mimi angeletea huyo angeletea hiyo kesi binti, ningemnasihi arudi kwanza, maadamu alimwaidi kubadilika. Baadaye akikengeuka hapo sasa, ndo kadhi achukue hukumu, eh, sheria ichukue mkondo wake, na kadhi nitamshauri asimwambii mwanamke arudishe mahari baada ya kugundua kwamba ni kweli huu jamaa ndio zake, ndio zake, na hivyo hata ulama wanavyoshauri kwenye vitabu vyao, ulama wanashauri hivyo kwenye vitabu vyao. Tuanzie kwanza manake, eh, hii swali liko na vipengele kama vinne. Kipengele cha kwanza ni hiyo nasaha ya kadhi. Kipengele cha pili e, je, mwanamke ikiwa anayemdhuru ni mwanaume atarudisha mahari? Kipengele cha tatu ni tabia gani au ni vitu gani ambavyo mwanamke anastahili kutoa kurudisha mahari vyenye amechukia kwa mume wake

Bila shaka lazima achunguze kama hii tabia ni sahihi. Kwa hiyo hiyo hiyo hukumu ya kadhi anataka achunguze kama hii tabia ni sahihi, na hawezi akahukumu kwa yenye wengine wamesema sema kama ni sahihi. Anataka ajaribu na yeye wakati wake, je, ni sahihi? Kwa hiyo kwa hiyo mwanamke angerudia kwanza, ili kadhi achunguze, na kadhi wakati utakapomletea habari sasa baadaye kama ni kweli, ndio kadhi sasa um amlazimishe um mwanaume atoe talaka au eh, ye mwenyewe avunje hiyo ndoa. Ndio sahihi. Kadhi akiendelea na hiyo hukumu yake kwamba lazima urudishe mahari ya watu, hapo kadhi atakuwa ameenda wrong, atakuwa ni mdhulumu mwanamke, kwa sababu Uislamu ni uadilifu. Uliweka ukammilikisha mwanaume talaka ikiwa yeye eh, hamtaki yule mwanamke na ikaweka mwanamke arudishe mahari ikiwa yeye hamtaki mwanaume. Lakini pako hali sasa kati kwa kati, mwanamke anataka mwanaume, anampenda mume wake, lakini kuna tabia ambazo anashindwa kuzivumilia, ananyimwa haki zake, haudumiwi, anapigwa. Hapo kadhi hautamwambia mwanamke arudishe mahari, yeye anataka ndoa yake utakuwa ni mzuri

Ndo Shekha anaendelea anasema, lakin idha kana khulqan takrahuhu karajuli laysa fihi sifat arrujula. Ndo sasa kipengele kile cha tatu, hichi kipengele cha pili tukirudilia. E, e, vitu gani ambavyo mwanamke anaweza aka, aka, aka, karudisha mahari? Ndo anasema shekha, ikiwa ni tabia tu mwanamke ameichukia kwa mwanaume laysa fihi sifat arrujula alkamila, mfano ni tabia yeye mwanamke anahesabu kama hii tabia sio ya mwanaume, sio aibu kwenye tabia mwanaume wala sio aibu kwenye dini yake, lakini tu mwanamke ndio anaona ah, hii tabia mimi siitaki. au tara fihi al-bukhl wa hiya la tuhibbu al-bakhl, kana kwamba anaona mwanaume ni bakhili, yaani manake ata kuwapa familia eh anataki kunipa pesa ninue nguo vile nzuri vizuri kweli. Anampa nguo anavaa nguo, lakini anataka nguo nzuri kivile, anataka yani ampe pesa baba zake mama yake na nini, anataka awe mwangaji. au tarafihi lfudhuli fayakhudhu fi fudhuli lkalam wahiya la tuhibu an tuashira rajula bihadhihi sifa za kukamilika. Ah, hizi tabia si tunajua kama wanawake ndio wanakuaga fundi cherehani mpaka mtu anakubali kulala nje. Eh, ndio maana nakwambia wanawake wana akili. Kwa nini? Kwa sababu wanatuleza wanaume nje hivi wa, unakuja una nyumbani kwako umechelewa kuja usiku mwingi, maana ni usiku, ili cherehani awe amelala, unaogopa kelele zake, sikulala sikula, siku, siku nje tu sijua kulala nje

lakini ikiwa kama ni amzulumu haki yake ampi rizqi amhudumii kama kiti ulivyosema kwenye swali hapo, kabisa sio katika uadilifu kumlazimisha mwanamke kurudisha mahari. Na shekhe akayazungumza haya waziwazi wazi kwenye kipengele kingine, hukmu tadyiqi zauj ala zaujatihi litukhaliahu wama aktharahum hukumu ya mwanaume kumfanyia unyonge mke wake kwa sababu wa am ajikhulu, ndio kile kipengele cha pili. Sasa Sheikh akazungumza maneno mengi katika kitabu chake hicho, akafika sehemu kusema tukia kata watadyiquhu alaiha an an yaktura alaiha fi rizq, mwanaume anaweza akambana mke wake, mfano akamnyima rizqi. Wa yudhiq alaiha fi khuruj, au akamkatalia kutoka toka, yani akamkatalia kutoka moja kwa moja, mfano kwa kutofautiya kutoka toka na kutoka moja kwa moja. Wa fi umuri hawa umuriha wafishuuniha, au mwanamke kuna mambo yake muhimu sana kimaisha, anamkatalia asiendi

Inni manawu. Na Mtume akasema inni uharriji fi haqqi dhaifaini lmara wal yatim, mimi na kutadharisheni msi wa dhulumu wanyonge wawili, mwanamke. e a ukimdhulumu, dhuluma yake nakua haraka sana, kwa sababu eh, hana nguvu